Ndugu Tundu Lissu, usifanye hivi hata kidogo, usifanye hivi ndugu Tundu Lissu. Mpendo mtazamaji, karibu katika makala haya ya Afrika tunayoitaka. Usikubali kuketi chini, usikubali kuketi katika meza moja na watesi wa taifa la Tanzania na wauaji, waporaji, wadhihaki, mabepari wa Venisi katika taifa la Tanzania. Ndugu Tundu Lissu kama wewe utaketi na Samia Suluhu katika meza moja kwa nia kutaka kuinusuru na kuiokoa taifa la Tanzania, Tundu Lissu, wewe na chama cha Chadema mtakuwa mumesaliti taifa la Tanzania, mtakuwa mumesaliti vijana waliouawa kikatili, mtakuwa mumesaliti demokrasia katika taifa la Tanzania. Tundu Lissu, usikubali kuketi meza moja kwa majadiliano, kwa sababu anayetaka ujadili naye hana hadhi. She has no legitimacy in ruling the united republic of Tanzania. Tundu Lissu, ni heri ukaweza kukosa kiti katika serikali kwa wakati huu, lakini usitie doa jina lako, usiue umaarufu wako na ushujaa wako kwa sababu ya serikali ya mkate nusu. Tundu Lissu wewe ni zaidi ya chama cha Chadema, wewe ni zaidi ya nafsi yako wewe mwenyewe. Tundu Lissu, weka masilahi ya watanzania mbele, jinsi ambavyo umekuwa ukifanya tangu jadi. Tunayo imani kwamba Tundu Lissu unayoenda kuyafanya yatakuwa ni mfano na fundisho njema katika bara la Afrika. Tundu Lissu set the example for the african democracy we cannot have a few people who hijack the democracy of a nation and then they demand that they must sit at same table with the popular leader John Heche na Tundu Lissu na vigogo wengine wa upinzani katika jamhuri ya taifa la Tanzania, kusudi mataifa mengine yasiige ya tabia mbaya kutoka kwenu wa Tanzania. Ni huzuni kubwa kwamba mataifa mengi ya Afrika yameiga tabia mbaya ya taifa la Kenya tangu pale tulipokuwa na kitu tuliita handshake. Ni mimi wako George Chacha katika makala ya Afrika tunayoitaka, Afrika Mashariki tunayoitamani, na aina ya viongozi wa Afrika Mashariki tunaowataka, tunaowaenzi. Naamini kwamba kwa pamoja tunajua kile tunachokitaka katika maisha yetu sisi kama wazalendo wa Afrika Mashariki, nifuate ili tuendelee kujadili masuala ya Afrika tunayoitaka, Afrika Mashariki tunayoienzi na tunayotaka kuijenga. Subscribe, click the bell, click the like, tukaweza kuongelea Afrika tunayoitaka. Asante.